Kufuatia vilio vya muda mrefu vya wakulima wa tumbaku nchini wakidai kutolipwa stahiki zao na baadhi ya kampuni za ununuzi wa zao hilo, sasa vinaanza kupata mwanga, na hii ni baada ya Serikali kuamuru kampuni tano za ununuzi wa zao hilo, zinazodaiwa zaidi ya dola milioni tano za Kimarekani, kulipa madeni yao kabla ya Oktoba 30 mwaka huu kabla ya hatua kali za kisheria kuchukuliwa dhidi yao. David, by 30th of this month. Kila chama, kila kampuni iwe imelipa wakulima. Agizo hilo limetolewa na Waziri wa Kilimo Hussein Bashe katika kikao maalum kati ya Serikali na wadau wa tumbaku kilichofanyika hapa mkoani Tabora, kikao ambacho awali kililenga kujadili usajili wa wakulima na mpango wa kuwezesha kupata bima ya mazao yao. Hata hivyo, hoja ya kampuni zinazodaiwa na wakulima ikaibua gumzo na kuzua mwelekeo mpya wa mjadala. Kampuni ambazo hazijalipa wakulima narudia. Kampuni ambazo hazijalipa wakulima ni kampuni gani? Mfano By By Magefa, kila chama, ki, kila kampuni iwe imelipa wakulima. Hilo la kwanza. La pili, TTB watu wote waliochelewesha kwa sababu hao wakulima waliochelewesha kulipa wamejikuta wame wamelipa interest mabenki, tuta compute tawaambia TTB wa compute, any failure ya kulipa mtalipa riba. La nne, bima hii ya mkulima wa tumbaku ambao tunaanza nayo kama pilot, itahusisha bima ya zao pre na post harvest, bima ya afya na social security scheme. Kwa hiyo tunaenda nayo like that. Na tunalitumia zao la tumbaku kama pilot ili tuone ina behave vipi kuangalia mazao mengine na hapa mkuu wa mkoa wa Tabora Po Chacha akitambua maumivu ya wakulima hususani wanaodai fedha zao kwa kampuni hizo, akazitaka kampuni hizo kufika kituo cha polisi mkoani hapa kwa ajili ya kuwasilisha maelezo yao juu ya malipo hayo. Unajua unafika hatua unaenda kufanya mkutano unashindwa, yani ujibu nini? Alafu ukimpigia yule bwana wa Magefa yule bwana bwana, wala hajibu, hapokei huyo bwana, anakula good time, ipo Dar es Salaam, Arusha wapi Mkuu wa wilaya hiyo halali usiku. Hizo commitment wakazitolea polisi pale, na commitment hizo waheshimiwa wakuu wa wilaya zisiyo commitment mpaka tarehe thelathini, wawekewe kila baada ya muda fulani ana report pale ili tujue yupo kama hayupo, basi pia tu- tuweze kufuatilia. Ni kiripoti kutoka mkoa wa Tabora. Mimi ni Meko Samuel Joji na hii ni Daily News Digital. Endelea kusubscribe, kucomment na kulaiki ukurasa huu hapa YouTube. Lakini pia tufuatilie katika mitandao yetu mingine ya kijamii kama Instagram na Facebook kwa kuandika habari leo underscore tz ambapo hapo naapo, na hapo unaweza ukatufolo kakomenti na kulaiki. Shukrani.